Sauti tena, Biblia imesema nimemwona shetani akianguka kama umeme kutoka mbinguni. Kwa hiyo Yesu alitoa tangazo kwamba shetani ameanguka. Hasa huyu jamaa aliyeanguka hatakiwi akushinde wewe, maana ameanguka. Hatakiwi auharibu uchumi wako, maana ameanguka. Hatakiwi aharibu ya familia yako, maana ameanguka. Hebu sema, shetani ameanguka niwezi tena, sauti zimekwambia wewe hata mbinguni hautafika. Kuna sauti zinakwambia ndoa yako haiwezi kupona tena. Natangaza leo jua linawaka, jamii nafikia, ndoa yako, uchumi wako, maisha yako yanainuka leo kwa jina la Yesu, yanainuka leo kwa jina la Yesu, yanainuka leo kwa jina la Yesu. Piga kelele, sema nainuka leo Maana ambaye angekuangusha yeye alishafanyaje? Mbona huongei? Sema ame. Sema ame, ame. Ame? Ame. Ame. Ame. Ambaye angekukandamiza ukaye chini alishafanyaje? yuko chini. Sema ame. Ame. Ame. Kuna watu sijapata mina yako. Sema ame. Tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka maana ziko chini unakanyaga. Una mguu mmoja wa kulia. Inua. Sasa unashindwa kwa nume kaa. Mimi ile yes simamba nimeinua. Na nimesimamia mguu mmoja. Upige chini wa heshima kwa kishindo. Sema na kukanyaga Shetani. Mbona mguu wako una kishindo jamani? Umezeka. Inua. Inua. Sema na kukanyaga Shetani. Inua tena. Sema. A ah, a ah, twende pamoja, inua. Semeni kwa pamoja. Sasa uikanyaga na kanyaga. Inua tena. Inua. Sema. Eh. Yuko wapi? Kishini. Asikupande kichwani. Wewe ndio ukai kwenye kichwa. Je, akae wapi? Kishini. Sema, Shetani uko chini sasa. Sema Amen. Wamenambia na kansa wamesema, na uvimbe wamesema, watotongo wame wame, yani wamerogwa. Hicho ni kivuli, sio yeye mwenyewe. Yeye alishanguka na sasa, nimesimama kusema hivi: wewe wamekwambia unakufa, mimi nasema watakufa, wao wale kwambia wewe. Wewe utaishi. Amen. Shika mjan yako mwambie, hicho kifo walichokuvika leo, leo, nabii Amekufua pigagele zamane, kwa kuwa alianguka. Sasa we unainuka, biashara yako itainuka, watoto wako watasoma mpaka chuo kikuu. Usiniulize hezi zitatoka wapi. Hezi zitatoka mbinguni kwa Baba. Utajenga nyumba, maana shetani alianguka. Utaendesha gari bodaboda, maana shetani alianguka. Utapata bajaji yako, maana shetani alianguka. Utanunua kiwanja, utajenga nyumba ya ghorofa, maana shetani alianguka. Nimesimama kusema mchana wa leo, pokea ghorofa yako kwa jina la Yesu. Pokea gari lako kwa jina la Yesu. Pokea ndoa yako kwa jina la Yesu. Wanaosema mimi ni wachache, wengi wamekata tamaa. Pokea pesa zako kwa jina la Yesu. Pokea ponyaji wako kwa jina la Yesu. Pokea kuinuliwa kwa jina la Yesu. Una mikono? Una mikono hivi? Fanya mikono. Fanya mikono hivi, sema napokea kwa jina la Yesu. Rudia tena, napokea kwa jina la Yesu. Mbona mikono nenda pale pale, napokea kwa jina la Yesu. Yaani kama mkono kwenyewe kabisa, onyesha nguvu, sema napokea kwa jina la Yesu. Tupa mikono kwa nguvu, sema napokea kwa jina la Yesu. Amen, Amen, Amen, Amen. Wewe unayetaka kuolewa nenda ukaolewe. Wewe unayetaka kuzaa watoto nenda ukazae watoto. Amen. Nenda alak ajira, ajira yako. Naona wingu liponyaje linatembea. Naona wingu la kuinuliwa linatembea. Wewe uliyefanya kazi ya pecha haonekani poki wateja wako kwa jina la Yesu. Maana shetani ameanguka. Piga miruzi, vigelegele, shangwe na nderemo kwa Yesu, Yesu. Kila mlango uliofungwa kwa neno la unabii yes, na ufungua. Amen. Mbona useme amen na ufungua? Mungu asikie nasema nataka huu useme ameni, na ufungua. Nasema tena na ufungua. Inua mikono juu. Sema milango yangu iliyofungwa sasa inafunguliwa. Shetani alianguka. Hawezi kufunga milango yangu tena. Inua mikono sema ile laana ya ukoo inayotafuna tumbo letu Leo imeanguka. Ongea kwa sauti, leo imeanguka. Ongeza sauti, leo imeanguka. Sema kile kikundi cha wachawi wanaoroga mchana na usiku waliokula viapo ya kwamba wataharibu mambo yangu, <laughs> leo wameharibiwa wao wenyewe. Sema wameharibiwa. Sema kwa sauti, ongeza sauti. Inua mikono yako sasa, natangaza. Maadui zako wanaokuroga wote leo utakuta wamepooza kwa jina la Yesu. Wanaokuroga wote wanaanguka kwa jina la Yesu. Wanaoroga biashara yako wote wanaanguka kwa jina la Yesu. Wanaoroga ndoa yako wote wanaanguka kwa jina la Yesu. Wanaoroga watoto wako wote wanaanguka kwa jina la Yesu. Wanaoroga kichwa chako wote wanaanguka kwa jina la Yesu. Na watupia laana iwatafune wao wenyewe, Bali wewe utabarikiwa masika na kiangazi. Wewe utabarikiwa wakati wa jioni na wakati wa asubuhi. Wewe utabarikiwa wakati wa usiku na wakati wa mchana. Wewe utabarikiwa jua likitokea na jua likizama. Wewe utabarikiwa kijijini, utabarikiwa na mjini. Sina wengine, baraka yako haitaibiwa. Nasema baraka yako haitaibiwa. Wale waiba baraka yako wataibiwa wao. Waliotangaza kifo chako watakufa wao waliotangaza ugonjwa wako ataugua wao. Wewe utainuliwa mchana kweupe. Waliokuita kabwela watakuita bosi wao. Waliokuita masikini watakuita mwajiri wao. Pokea baraka ya pesa kwa jina la Yesu. Pokea baraka ya cheo kwa jina la Yesu. Pokea baraka afya njema kwa jina la Yesu. Amuka saa nane. Saa ngapi? saa ngapi? Saa ngapi? Sinafundisha wewe, saa ngapi uanza kufanyaje? kuwaita kemea kile chumba chako, sema wateja na waita kutoka Rogazara, kutoka Nyakabungo, kutoka Rucherere na waita na waita mji hapa kwa jina Yesu. Ukifika kwenye biashara utaona wamepanga nini manu liwaita. Na mikono so sema Baba, niwezeshe kuita baraka zangu maana umeniruhusu ni niombe nami nitapewa. Yol, nitapewa nitafute nami nitaona Yol, sasa, sasa. Naanza kutafuta Yol, shusha mikono, sema amen. Tuwasautia kusema, amen. Amen. Tu kusema amen. Amen. Ita baraka yako, naangaika kwa sababu we ujafundishwa, mm. Amuka mapema, rudia For one year. Ita baraka moja mwaka mzima, na kama itokee, ita uponyaji wako ita. Ita afya njema kila siku itaafya, itakuja, maana maandiko yanasema, ombeni nanyi mtapewa, amen, tafuteni nanyi mtaona, amen. Biblia imesema ombeni nanyi mtapewa, imesema mtapewa, sema amen. Mbona misema, ame? Wewe ni mungu katika mwili ni wewe. Alitamka na akasema ametumba sisi kwa mfano, na wewe lazima ufanya nini? Utamuke. Unatamka. You, you, you declare. You speak out. Unaongea. Sasa uwe makini, kuna wengi unasema hey, atakufa. Umetamka kifo kitakuja Bwana livunjika limeteseka sana, itavunjika. Bwana umesema kinywa chako kinaumba. Be careful what you speak. Yani sijaza, bali nimejisaidia chooni, watoto wako watakuwa mavi wote. Bwana umesema usiongee maneno ukidhani yanapotea maneno. Neno linaumba, neno ni roho. Neno ni nini? Kwa ukilisema, litajiumba litatokea. Makofi yako, anasema nimewapa ukanyaga nyoka na inge na nguvu zote za ile adui, wala hakuna eh, hakuna kitu kitakacho wadhuru. Hebu sema hakuna kitu kitakacho nidhuru. Uongei kwa sauti. Ongea kwa sauti. Hakuna kitu na Nana amesema? Yes. Nana amesema? Yes. Sasa wewe we, uchawi wa Kigoma manakudhuru ni uzembe wako. Wewe ni mzembe kuomba, wewe ni mzembe kutoa sadaka, wewe ni mzembe kulipa fungu la kumi, wewe ni mzembe kuhudhuria ibada. Ndio maana wanakuroga. Wanakukalia usiku, wanakunywa kuchanja. Sasa wewe ni mzembe. Shida sio wao, shida ni wewe mzembe. Leo nakemea roho ya uzembe kutoke kwa jina la Yesu. Nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na inge na nguvu zote, nguvu zote ni ule uchawi wa kwenu. Ule uchawi wa Kigoma ule. Ule uchawi wa kule Mara, ule uchawi wa kule Ukelewe, ule uchawi wa kule Singida, ule uchawi wa kule kwenu pale Dodoma, ule uchawi wa kwenu hapo Shinyanga. Ule uchawi wa kwenu watu wa Sengerema. Uchai wa panya, watu wa Tabora, uchai wa nyuki. Hakuna kitu kitakudhuru kama unatembea katika neno. Mchana wa leo kwa mamlaka niliyopewa na jamhuri ya mbinguni, na kuvika moto wa Yesu Kristo, kwa jina la Yesu, chochote kisikudhuru. Naongea na watu wasionielewa, chochote kisikudhuru. Naongea na wanaume walionyamaza, wacha naongea na kina mama, chochote kisiwadhuru wa kina mama Uchawi wa Tanzania hautanidhuru wala uchawi kutoka nje ya Tanzania pia, kile nasema, amen, amen, kwa sababu madhara mengi yanatoka kwenye nini? Kuna uchawi kupitia nyumba za kuishi. Utakuta nyumba ilitambikiwa, wakachinja huko kuku na nini, wakatambikia. Wewe unahamia hapo kichwa kichwa tu, hata muombi huna, unaingia tu ndani, siku hiyo unapiga pa, unapooza mguu. Ulicho kikuta kwenye nyumba na kinakudhuru. Sasa wewe ni mzembe, uombe Mungu. Ibada hujui maana ibada. Ibada ni mtu anakuja, upokea nguvu ya urinzi. Hebu sema nguvu ya urinzi. Kuna uchewu upitia maji. Haa maji mnaokunywa ziwani yale uko kwenye maji ndio watu, watu wanajioshea. Kuomba mzembe, kutoa sadaka mzembe, kuhudhuria ibada mzembe kuacha dhambi mzembe. Shetani anasema huyu ni harari yangu. Wewe ni mzembe. Shika mkono jirani yako mwambie acha uzembe, mwambie acha kuomba kwa uzembe. Uzembe. Haleluya! Toa sauti sema amen. Omba kwa nguvu, weka nguvu katika maombi ili ushinde ulimwengu wa giza. Fungwa sauti yako sema amen. Kuna uchawi wa kula watu. Watakula wewe wachawi. Kuna uchawi wa misukule. Watakuchukua kama msukule ukachibe uka, uka, uka viazi roho ngoma. Huko tunasema amekufa kumbe wamekubeba, umeenda kulima viazi. Huko huko Ukerewe huko. Waafrika wote ni wachawi. Na kabila yenu kwa uchawi hamjambo. Wewe umetoka tu kwa bahati bahati, hata ungekuwa lichawi na hatari wewe. Lakini neema ya Mungu imekuchomoa, na mimi nasema kuanzia leo mpaka milele usiroge kwa jina la Yesu. Hebu sema sitaroga, sitaroga. Wewe ni wa Mungu, wewe ni wa mbinguni. Unatakiwa kila mara kwenye maombi nyumbani, kanisani, kwenye vikundi vya maombi, ingia, acha uzembe. Usisali kanisa lolote ambalo halina maombi. Kwa nini wakuue kiroho? usiende dini yoyote ambayo haimaanishi kwenye mambo ya Mungu wanakuua kipo omba kuna watu wanakutaka wewe kafara kuna matajiri ameenda kwa Freemason na maambiwa unatakiwa utoe watu 400 watoe kama damu ya tajiri sasa yuko anatafuta 400 na jina lako wameliweka na wewe ni miongoni mwao lazima wa 400 nachukua na huyu wa Kisesa na wewe una habari nachukua na huyu wa Nyamanoro na huyu wa kutoka Buhongwa sasa wanakuzungukia ili wakumaliza kutoa kafara, lakini kama taomba kwa nguvu utawasambaratisha. Ukiomba kwa nguvu utawaua. Ukiomba kwa nguvu utawashinda. Imani kona juu, toa sauti! So, sema Baba nipe kuwashinda wachawi. Acha kunguruma, toa sauti, sema.